Okay, karibu tena mpenzi, um, mtazamaji wa Stewa TV, na kwa sasa niko hapa kwa ajili ya kukuletea kikosi cha African Sport Club kitakachokwenda kuanza siku ya kesho tarehe 25 mwezi wa sita ambayo itakuwa ni siku ya Dabi. Kikosi hichi ni kikosi cha kwanza cha African Sport Club ambacho huenda kaenda kuanza katika mechi hiyo ya dabi dhidi ya Simba Sport Club. Awali ya wote kama bado subscribe, na kuomba sana usao kusubscribe, bonyeza alama subscribe hapo, kisha weka alama ya kengele na utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu zote pindi tunapoziweka kuwa tarehe ikisogezwa mbele kila mara. Tarehe mwanzo ilianza kupangwa tarehe nane, mechi ya kuchezwa tarehe 15 kuchezwa. Sasa ni kwamba mechi hiyo rasmi inapigwa siku ya tarehe 25, siku ya tarehe 25. Hivyo basi, kifuatacho ni kikosi cha Young Africans Sport Club ambacho kitakwenda kuanza dhidi ya Simba Sport Club, na kama tunavyojua kwamba Young Africans Sport Club ndiye anayeongoza msimamo, na Simba akiwa anafuata katika nafasi ya wakiwa wameachana pointi moja tu. Mechi hii ndio itaenda kuamua hatma ya nani atakuwa bingwa. Yanga akishinda atakuwa bingwa, Simba akishinda atakuwa bingwa. Basi twende tukaanze. Aa, na kikosi hicho ambacho kitakwenda kuanza moja kwa moja Bolini atakwenda kukaa uh, Diara ambaye ndiye goalkeeper namba moja wa Young Africans Sport Club. Uh, na kulingana na mechi ngumu kama hiyo dhidi ya Simba Sport Club, basi yeye lazima akakae uh, katikati ya milingoti mitatu. Namba moja atakwenda kusimama Diara, namba mbili atakwenda kusimama Israeli uh, Mwenda. Huyu ni mchezaji aliye uh, sajiliwa na Yanga katika dirisha dogo akitokea Singida Black Star atakwenda kusoma katika namba hiyo akichukua nafasi ya Ayao. Uh, yakwasi ambaye ni majeraha wa muda mrefu. Hadi sasa namba tatu atakwenda kusimama Shadraki Sakaboka, Shadraki Sakaboka, huyu ni miongoni mwa uh, uh, beki wa kushoto wakul, wazuri sana. Hivyo basi kesho atakwenda kuanza katika eneo la namba tatu na amekuwa akionyesha mchango mkubwa sana katika mechi za hivi karibuni uh, zilizo malizika za Young Africans Sport Club. Namba nne atakwenda kusimama uh, Dixon Jobu ambaye ndio nahodha wa Yanga Sport Club. Na yeye amekuwa na mchango mkubwa sana, ni miongoni mwa mabeki uh, wazuri sana katika ligi kuu ya NBC Premier League msimu huu na msimu uliopita. Hivyo nambari nne atakwenda kusimama Dickson Nyobu. Nambari tano atakwenda kumaliza uh, Ibrahim Amadi Baka. Baka atakwenda kumaliza namba tano, na hiyo ndio itakuwa ni safu uh, ya ulinzi ya Young African Sport Club. Tumesema beki wa beki namba mbili atakuwa ni Israel Mwenda, beki namba tatu atakuwa ni Boka, beki namba nne atakuwa na beki namba tano atakuwa ni Baka. Tukitoka hapo tutakwenda katika eneo la kiungo, hasa kiungo cha ukabaji. Nambari sita atakwenda uh, kusimama Halidi uh, Aucho, tunaweza kusema ndiye engine ya Yanga African uh, Sport Club. Na mara nyingi kukosekana katika katika mechi ya Yanga African Sport Club, katika eneo la katikati wamekuwa uh, waki, wakipoteza ile intensity yao, ambapo mara nyingi Aucho asipokuwepo uh, huwa anacheza bwana uh, mdogo Duke ya Buya. Lakini kiwango cha Duke ya Buya Uh, ni tofauti kabisa na cha Aucho ambacho Aucho yeye, yeah, amekuwa ni kama injinia ya Africa Sports Club. Hivyo kwa mechi ya kesho Aucho atakwenda kuanza kama namba sita. Namba 7 atakwenda kusimama Maxim Pia Nzengeli, naye yeah, ni miongoni mwa wachezaji ambaye wana kiwango kizuri sana, kiwango chake kimekuwa kikiimarika mara kwa mara uh, na tunakumbuka katika mechi iliyopita ya yeah, Simba na Yanga yeye, yeah, yeah, ni miongoni mwa wachezaji ambao waliweza kusababisha goli a, ambapo Kijili aliweza kujifunga lakini sababu kuu ilitokea kwa Maxi Mpia Nzengeli, anakweza kupatia goli ya African Sport Club. Kwa hiyo namba saba atakwenda kusimama Maxi Nzengeli, nambari nane atakwenda kusimama Mudathiri Yahaya. Mudathiri haya naye ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana, na katika mechi iliyopita aliweza kuweza uh, kufunga goli moja uh, katika magoli matano yaliyofungwa na Yanga uh, mechi iliyochezwa dhidi ya Dodoma Jiji. Hivyo uh, basi, uh, basi Mudathiri moja kwa moja atakwenda kucheza katika nambari nane. Nambari tisa atakwenda uh, kusi nambari tisa ataenda kusimama a, Mzize. Mzize naye kama tunavyojua ni miongoni mwa mastrek ambaye kwa sasa ana magoli mengi zaidi katika ligi kuu akiwa ana magoli zaidi ya kumi. Mpaka sasa hivyo basi, atakwenda kuanza kama mshambuliaji kiongozi a, katika siku ya kesho katika mechi ya dabi. Nambari kumi na moja atakwenda no, nambari kumi atakwenda kucheza aa, Pakome Zuzua, Pakome Zuzua, miongoni mwa wachezaji wanaotegemewa sana na wanaoimbwa sana ndani ya kocha Young Africa Sport Club atakwenda kuanza katika eneo la nambari kumi na nambari kumi na moja atakwenda kumaliza. Prince Dube huyu ni mshambuliaji lakini atacheza aa, eneo la winga aa, nambari kumi na moja, naye ni miongoni mwa washambuliaji ambao wana magoli mengi akiwa na magoli zaidi ya kumi. A katika ligi kuu msimu huu. Hicho ndio kitakuwa ni kikosi cha kwanza cha African Sport Club kitakachokwenda kuanza dhidi ya Simba Sport Club uh, katika mechi ya ligi kuu ya NBC Premier League. Nambari moja tumesema ni Diara; nambari mbili atakuwa Israel Mwenda; nambari tatu atakuwa Boka; nambari nne ni Jobu; nambari tano ni Baka; nambari sita ni Aucho; nambari saba Max nambari nane Mudathiri nambari tisa tunataka kusoma Mamzize, nambari kumi Pakome, nambari kumi na moja Prince Dube, hiyo ndio itakuwa ni first 11 Young Africans Sport Club. Katika sabu wanaweza kupoa wachezaji kama Misheri atakwepo, Kibwana Kibabagi, Mwamnyeto atakwepo, Andamwile atakwepo, Shekani atakwepo, Abuye atakwepo, Chama pamoja na Ikanga Lombo, hicho ndio kitakuwa ni kikosi cha Young Africans Sport Club dhidi ya Simba Sport. Wewe kama mwana yanga unaonaje uh, na kosi hichi? yeah, je yeah, kaenda kuleta matokeo mbele ya Simba Sports Club na kuweza kubeba ubingwa wa ligi kuu ya NBC Premier League kwa msimu huu. Basi nambo, tuandikie maoni yako hapo kwenye comment, kama una yako pia, usisahau kucomment hapo kwenye usisahau kuandika hapo kwenye usisahau hapo kwenye comment. Hivyo basi hatuna la ziada hadi wakati mwingine uh, usisahau kusubscribe, kulike, kushare, comment. Bonyeza alama kengele upate habari zote zinazohusiana na dabi na michezo kwa ujumla Tanzania. Asante kwa sasa, hadi wakati mwingine. Baibai, bye bye.